Mwendokasi umetuathiri kutokupatikana kwa sababu saizi, usafiri wa moja wa kwa moja unakuta hamna, inabidi ungeunge upande bajaji na bajaji wenyewe umeshapandisha nauli, kwa hiyo hata kwenye vituo watu wanakaa kwa muda mrefu, kwa sababu usafiri uliokuwa unategemewa hasa kwenye barabara Kimara kuelekea Kariakoo ni mwendokasi peke yake, kwa hiyo sasa unakuta watu wengi wanasubiri daladala zinajaa, bajaji zinakuwa zimejaa, na hivyo kuongezeka kwa, kwa bei, au unatakiwa unge sasa upande nusu nusu ili upate uweze kufika. Kwa hiyo imekuwa changamoto sana kwenye usafiri na kukaa muda mrefu kwenye vituo, na pia kuongezeka kwa gharama za usafiri na kupoteza na kupoteza muda mwingi, tofauti na mwendokasi ilivyokuwa, ukipanda Kimara mpaka unaenda kufika kwenye kituo unachokitaka. Warekebishe kwa haraka vituo ili mwendokasi uweze kurejea na maisha mengine yaendelee. Ah, kukosekana kwa mwendokasi ah, see ni changamoto sababu, poleni muda mwingine na magari na kwa kubwa tofauti na mwendokasi ipo katika mpangilio yani. Kwanza ah, ni changamoto kifupi yani. Mimi ninacho niomba serikali kwamba irudishe huduma ya mwendokasi haraka kwa sababu nahangaika, sio wananchi, umeona kwa sababu tushazoea kwamba mpingilio kuna ais ndani umeona, yani kwamba hamna disturbance yote. Ya pili kwamba hata kimonekano amekaa kiwandi vizuri, yani hivyo.